Hello guys, mambo vipi? Karibu katika chaneli yako nzuri upendayo ya tiba asili. Na kama utakuwa mgeni katika chaneli hii, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili kuweza kupata mafunzo yangu mengine mazuri. Na kama unavyoona hapa, unaona huu mti nakuonyesha, wengi nadhani mnaufahamu sana huu. Unaitwa mti wa mkokomanga au kokomanga, na makokomanga man yenyewe ndio haya hapa guys. Unayaona mm, huu ndio mti wa mkokomanga. Mti huu sidhani kama kuna mtu ambaye haufahamu, ni wachache sana ambao hamfahamu mti mti huu lakini huu lakini, nataka niwape maajabu ya huu mti wa mkokomanga. Kwa wewe ambaye una matatizo kadha wa kadha, unachotakiwa kufanya ni kutulia na mimi hapa kunisikiliza vizuri kabisa, kwa sababu hapa nitaenda kuzungumzia kuhusiana na matunda yake, lakini nitazungumzia kuhusiana na maua yake kama unavyoyaona hapa na kazi zake guys, haya ni maua ya kokomanga ambapo ndo yanaanza kuchanua, lakini pia tutazungumzia majani yake, na mwisho tutazungumzia vijiti vya kokomanga ama matawi yake. Hivi vijiti hivi ninavyovizungumzia ni kama hivi hapa. Sasa basi, kabla sijaenda kuvizungumzia, nitasema yale mambo ambayo yana unaweza ukatumia kuhusiana na mkokomanga. Mkokomanga unaweza ukatumia kwa mambo mengi ikihusiana na afya yako wewe mwenyewe binafsi, lakini pia kuhusiana na mambo ambayo yamekuzunguka kwenye jamii, ikiwemo kuwa na mvuto, mambo yako ya biashara, mambo yako ya kesi na mambo mengi mengi sana. Lakini pia kukumanga ukiliotesha nyumbani kwako huwa linavuta baraka eh, ee, lakini pia linaleta upendo. Ni mti ambao una upendo sana. Kuna miti mingine ambayo ukiipanda katika nyumba yako inakuwa na changamoto kadha kadha kuleta mikosi lakini pia maneno maneno katika familia, hasa wanandoa eh, kutokuelewana kwenye familia. Lakini huu mkukumanga ni mti ambao unafanya mapatano mazuri, na hata kama kwenye familia yako eh, kama wewe ndoa yako ilikuwa ina yumba hivi na vile, unaweza pia ukatumia mti huu wa mkukumanga kuweza kurekebisha ndoa yako, ukaupanda katika nyumba yako na kila kitu kikaenda vizuri. Na wakati unaupanda, kuna maneno fulani ambayo utakuwa unanuia kupanda mti, utakuwa unasema napanda mapenzi yetu mimi na mume wangu hivi na hivi, kadha wa kadha, and then utakuwa unamwagilia ule mti. Kila unapomwagilia asubuhi, basi utakuwa unasema kwamba namwagilia mapenzi yangu mimi na mke wangu, mimi na mume wangu, hivyo hivyo. Kadri mti utakavyokuwa unapanda, ndivyo hivyo mahusiano yenu yatakavyokuwa yanawaka, mambo yenu yanaenda vizuri na kila kitu kinakuwa poa. Sasa ukiachana mahivyo na hivyo, nataka tuzungumzie kuhusiana na mti wa mkukumanga kuanzia matunda yake, kijiti, ehe, majani yake, lakini pia maua. Sasa tutaanza na tunda lenyewe ambalo ndio hili hapa guys, kama unavoliona hapa. Huu sio mgeni kwenu. Tunda hilo ni lizuri sana kwenye afya, kwa ule ambaye ana matatizo ya damu, lakini pia kwa wale wanaume ambao hawawezi nasema, nikisema hawawezi najua mnamaanisha mnamaanisha nini. Kwa hiyo utakachokifanya utakula hilo tunda mfululizo, bila kuacha, kwa wale ambao unahitaji kuongeza damu katika mwili, lakini pia kwa mwanaume ambaye hawezi kazi vizuri. Kiufupi, unapokula tunda hilo kwa ule mwenye changamoto nyingi za kiafya, linaweza kumsaidia kwa asilimia kubwa, kwa sababu lina viwango vingi sana vya usaidizi katika mwili kwenye mambo mengi ya afya, lakini pia tutakuja upande mwingine kuhusiana na mti huu wa kukumanga. E, maua yake haya hapa hapa, ukumbuke tupo katika tiba za asili. Hili huwa hili utakachokifanya kwa yule ambaye hana mvuto au bado hajapata ndoa, hajaolewa, ni mwanamke ambaye hana mume, ni binti na anahitaji kuwa na mvuto katika mambo hayo ya mandoa na nini na kupata ndoa yake, basi utajitahidi kuogea maua haya ya mkukumanga mfululizo kwa muda wa siku saba. Utanuia maua haya kwamba nahitaji kuchanua kama mmea huu wa mkukumanga, nahitaji kuonekana, nahitaji kuvutia, nahitaji kufanya hivi na hivi. Kisha maua haya utakuwa unatia katika maji yako ya kukoga Ukishatia katika maji ya kukoga utachanganya na chumvi ya mawe. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa mfululizo, na utaona mambo yanakuwa mazuri sana. Sasa tukija katika upande wa majani haya, kama unavyoyaona haya majani bwana, yanasaidia sana sana sana katika mambo ya mwili, ikiwemo kwenye upande wa kuogea Unapotaka kuoga kuondoa maumivu ya mwili, uchovu wa mwili, lakini pia kuweka mwili wako safi. Kwa wale ambao wana, wana ma, aina fani ya ugonjwa wa ngozi kama mapunye na kadhalika, unaweza ukatwanga kidogo, kisha ukaweka katika matatizo yanayohusiana na ngozi. Hasa kuna wale pia wanamba, ule ambao usoisha muda mrefu, utatwanga majani haya, lakini wakati unatwanga majani haya, usichanganya na maji ama kitu chochote kisha utapaka zile sehemu ambazo zimeathiriwa kwa muda mrefu na matatizo ya ngozi ikiwemo mba ya yeah. Kila kitu kitakuwa vizuri kama kawaida. Sasa kuna kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi na zaidi na zaidi katika mti huu, ikiwa vote pia ni vizuri, kitu kizuri zaidi. Kama mnavyoona hapa, kuna vijiti ambavyo vinapatikana katika mti huu wa mkokomanga kama hivi guys. Hivi vijiti hakikisha unatafuta kikavu, zunguka katika mti huo mkokomanga pote na utafute kijiti kikavu. Kisha kwa wale ambao unahitaji kuzungumza na mtu jambo, la jambo lako likawa vizuri ama kwenye kesi ama unahitaji kwenda kuongea na mtu ambaye una mashaka naye ama kwenye kikao na kadhalika, utatumia kijiti hicho cha mkokomanga, lakini kijiti hiki utakwenda kukiweka E, mdomoni lakini pia utakitia na asali. Sasa utakavyozungumza utatia nia katika asali ile kwamba nahitaji kuzungumza jambo kadha wa kadha, maneno yangu yawe matamu, yawe mazuri, yawe na ladha ya sukari. Hata kama ingekuwa ni kwenye jambo la kesi, ingekuwa ni jambo lolote ile ambalo unalitilia mashaka, unaweza ukafanya hivyo na kila kitu kikawa vizuri sana. Kwa hiyo nadhani utakuwa umejifunza kitu kwa kama utakuwa umenisikiliza mwanzo mpaka mwisho, na mafunzo yangu ya leo yalikuwa ni hayo. Ikiwa una swali, maoni, ushauri, basi usisite kunitafuta ama ukaandika katika komenti yako, nitakushauri. Lakini ikiwa utatumia mti huu wa mkukumanga kama nilivyoelekeza, basi utaona mambo yanakuwa mazuri sana Yaani, kila kitu kinakuwa vizuri sana. Ni mti ambao unaochukulia kama kawaida, lakini si mti wa kawaida, ni mti mzuri sana sana sana. Na pia nimekukumbusha tu kwamba endapo hauna mti wa mkokomanga katika nyumba yako, kwa wale ambaye una nyumba tayari, hakikisha unapanda mmea huu, utakuja kunishukuru baadaye. Nawapenda sana, karibuni katika mafunzi yangu mengine. Bye.